Kuna watu waliokuwa miongoni mwetu ambao tulikuwa tunazungumza nao lugha hii. Leo wanasema eti kusema hivyo ni kosa. Wanataka tuende kwenye uchaguzi ambao tumeenda ishirini kumi na tisa tumenyang'anywa; tukaenda ishirini ishirini tukanyang'anywa; tukaenda ishirini ishiri na nne tumenyang'anywa mwaka jana. Hawa watu wanaoenda kwenye hicho chama na walikuwa viongozi wa chama hiki wana muujiza gani tofauti na kutumiwa na serikali ili wafute matapishi ya serikali? Mimi na hisu tumekataa kutumiwa na serikali ya sisi, mnasemaje hapa sasa? Iko hivi, aini niwaambie doktor, baada ya Bunge la Ulaya jana kuwakalia kooni kwamba lazima mfanye mabadiliko, viongozi wa dini mmewasikia, baraza la maaskofu mmewasikia, mjawasikia wamesema lazima lazima mabadiliko mabadiliko yafanyike yafanyike. KKT wamesema lazima mabadiliko yafanyike. Wakina Sheponda wamesema lazima mabadiliko yafanyike kila sehemu nchi hii, viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kikristu, mashirika, mzee walioapa, mzee aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa rais, mzee Butiku wamesema lazima mabadiliko yafanyike. Serikali inataka kutumia watu waliokuwa miongoni mwetu, wamehongwa wawasanitize serikali kwamba sasa wawaambie, wanahamia cha, wa, wana chama fulani ndani ya siku mbili, hiki watahama kwenda chama fulani. Na walikuwa viongozi humu, tukashinda uchaguzi tukiwa nao. Leo wanawaambia watu mkije huku tutapata viti. Huo muujiza wanautoa watu si sehemu hii na jeshi hili wale wale? Leo ukiwa chama kingine wakupe ubunge ulipokuwa Chadema wakujimi